Hello hello, Tanzania, mimi tu hasla boy amade hasla Tanzania. Uh, nipo hapa kukufundisha ama kukuelekeza ama kuelimisha namna ambavyo unaweza ukapata real Instagram followers kwenye account yako ya Instagram. Uh, watu wengi sana hutumia ile mbinu ya kumfollow mtu na kumunfollow ili wapate followers wengi kwenye Instagram account zao. Sasa kuna wale ambao hutumia hutumia application tofauti tofauti kwa ajili ya kupata au followers kwenye akaunti zao za Instagram. Sasa kuna madhara ambayo yanawapata. Kuna madhara mengi ambayo unaweza ukayapata pia ukitumia nini hiyo hizo uh, application kwa ajili ya kupata au followers. Kwanza mara nyingi hao followers huwa ni ghost. Uh, na maanisha kwamba hao followers mara nyingi huwa ni wa nchi za nje na hawato participate wala hawatotoa mchango wowote kwenye akaunti yako ya Instagram. Unaweza kama umeomba, kwa mfano, umeomba labda 10k followers wakaja kweli. Na madhara yake ni kwamba kuna baadhi ya application unakuwa unaomba 10 labda followers au kwenye account yangu ya Instagram, na, wana, na kweli wanakuja wanafanikisha. Baada ya muda baada ya muda wanakuwa wa pole pole, wanapungua wao automatic, wanapungua pole pole, wanapungua labda ilikuwa 10k, unashangaa mpaka wanafika 8000, wanapungua mpaka 1000, mpaka wanaisha kabisa. Ah, alafu kwenye following labda kwa mfano uko umefollow labda watu 30 wanakuwa wanapanda automatically, kwa sababu wewe ulitumia ile application, unakuwa umesign yaani unakuwa umesign mkataba na wale jamaa wale, hiyo application. Kwa mfano wewe uliomba watu, kwa sababu na wewe ulitumia hiyo application, watu wa nje wanapokuwa naomba watu, wanapokuwa naomba followers, wale watu labda wa labda watu wa labda wa Ulaya huko wazungu labda Waarabu wanapokuwa naomba followers wanakuwa nakuomba wewe hapo. Kwa hiyo unakuwa unashangaa, unafollow watu automatically bila wewe kujua kwamba umemfollow mtu. Sasa hiyo inakuwa inaleta madhara sana kwenye akaunti za watu. Sasa ili upate followers, real followers bila kumfollow mtu na kumunfollow, bila kutumia hizo application ambazo zinakuletea madhara, unaweza kwenda follow kwenye account yetu ya Instagram at ndugu wa WCB, au unaweza kwenda kwenye YouTube account ukaandika ndugu wa WCB, utakuta pale ambapo kuna video inakuelekeza namna ambavyo unaweza ukapata real real Instagram followers na kwa mbinu rahisi kabisa.